Ya kababa oia, nitaongea kwa mada mbili. Mada ya William Samuel Ruto kusema tikati kasago alikuwa anataka bilioni 10 na William Samuel Ruto in Mount Kenya Mr. Speaker nakwambia, hapa bila woga, Ruto ni tano ingine kulingana na kitu nimeona leo. Mr. Speaker nimesangara, nikapigwa, nabutua, nikadhani William Samuel Ruto akosogoi ama aonyaza William Ruto ni mbaya. William amekaribishwa Mount Kenya kama Kingi, anakuja kupima hapa Ate Ruto masikio kumbafu nini? Aje bwana, aje bwana, jina fuga watu ni majengo. Bona aje bwana amekaribisha William Samweli Ruto kabisa. Na nikipenda kuambia William Samweli Ruto na raia kama mimi, unaona watu wa siasa wametuweka kama doli. Yani akili yetu wanafanya hivi, hivi, hivi. Mr. Baker, unaona watu wenye walikuwa na support William Samweli Ruto, ni watu. Ndio tena Ruto akienda mahali wanasema Ruto must go. Hakuna watu wengine, ni hao tu, hao tu ndio wataki Ruto. Pesa ikiingia kwa mfuko hao hao tu, pesa ikiingia tena wanasema Ruto aende tena kumingine wa Jingle. So, hapo, watu si wajinga bwana. So wewe bado unasema hapo ati oh watu wa Mwandikanya wanakuja kutuambia hapa ati Ruto must go? Hakuna penye Ruto anaenda na nilisema hapa watu wa One Kenya mkijaribu kutoka kwa serikali miaka mia nne amuru kwa serikali tena <laughs> na walinisikia jukulingena, mmekaribisha William Samuel Ruto oh, iko sawa naingia na, na kwa bilioni kumi ni, ni...